Mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa huduma za afya zinatolewa kwa uhakika na usahihi ni moja, tunaendelea kuwasomesha Watanzania kwenye vyuo mbalimbali katika kada mbalimbali, kwa sababu so, huduma ya afya iziko kada mbalimbali, wako madaktari na madaktari wako kwenye kada mbalimbali vilevile. Lakini vile, kuna wauguzi na wale watoa huduma za afya ambao tunawapeleka vijijini kushirikiana na kamati za afya za vijiji ili kutambua na kubaini magonjwa ya mlipuko na magonjwa mengine. Eneo la pili ambalo tunaliimarisha ni baada ya kuwa tumewasomesha hawa tunawaajiri, na nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hasan kuendelea kutoa vibali vya ajira vya kada ya sekta ya afya huku tukienda sambamba na uwezeshaji wa ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma za afya zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri za wilaya, mikoa na huku juu kwenye hospitali za rufaa, ikiwemo na Benjamin William Mkapa. Ni uwezeshaji ambao umefanywa vizuri na uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa kwenye miundombinu. Ajira hizi ambazo mheshimiwa rais anaruhusu kutoa vibali kuweza kuwaajiri madaktari, wakiwemo na hao mabingwa, madaktari bingwa wa magonjwa ya mama na mtoto lakini pia upasuaji, sasa hivi tunapeleka mpaka vituo vya afya vile vile. Tuna madaktari bingwa wa mambo ya mdomo, masikio, eh, macho, wote hao sasa tunawapeleka mpaka ngazi ya wilaya, ili huduma hizi zitolewe kwenye eneo hilo hilo. Kwa hiyo mkakati wa serikali wa kupeleka madaktari bingwa upo na ajira zinaendelea kutolewa, ingawa si nyingi, kinalingana pia na uhitaji na uwezo wa fedha wa serikali lakini vibali vinatolewa na vinaajiri, na sasa agizo ambalo tumelitoa kwa waganga wakuu wa mikoa ni kuhakikisha ikama ya madaktari inapitiwa wakati wote, kwa kuon, lengo la kuondoa mlundikano wa madaktari hao bingwa kuwa sehemu moja na maeneo kama vituo vya afya kukosekana, ili waweze kusambazwa maeneo yote na huduma ziendelee kama kawaida. Kwa hiyo mkakati huu tunaendelea nao wa kuimarisha ajira lakini kuwasomesha zaidi, na wala waliopo kuwapa elimu ya mara kwa mara, ili waweze kutoa huduma stahiki kwenye maeneo yote, ikiwemo na maeneo ambayo umeeleza Mheshimiwa Mbunge ya mama na mtoto. Kwa hiyo tunaendelea kuimarisha sekta ya afya na leo hii huduma ambayo inatolewa ni ya kupunguza gharama za wananchi, ili huduma wazipatie huko huko waliko. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.